Yesi kutoka hapa City Harvest kanansa, kanisa la TAG linaloongozwa na Yaredi Dondo wamekuwa na kilele cha maadhimisho ya sikukuu ambayo kitaifa ilikuwa ni Jumapili tarehe mbili katika makanisa yote ya TAG. Leo hii wamefanya wao hapa, wanawake wa mali hapa, hakika wamekuwa na sikukuu nzuri sana ambayo imekuwa na matukio mengi mazuri. Lakini tumekuwa na, wamekuwa na tukio zuri la kuvutia uh, la dansa. Tumezoea vijana huwa mara nyingi ndo wanakuwa na kitu kama hiki, lakini wanawake wa mahali hapa wametuonyesha kweli ni jeshi. Wamekuwa na mambo mazuri kipekee kabisa, lakini wamekuwa na uh, tukio ambalo limeambatana na sikukuu yao. Wamekuwa na uzinduzi wa kwaya nzuri kwa kweli ambayo ina nyimbo nzuri sana. Uh, niko na mwenyekiti hapa atatuambia machache kuhusiana na haya ambayo yamefanyika hapa, lakini kubwa kuhusiana na kwaya ambayo wamezindua leo pengine atatuambia itakuwa inapatikana wapi, yamkini wewe ambayo unatamani kutazama kupitia YouTube atatueleza kwamba iko YouTube au tutaipata wapi, kwa wewe ambao utatamani kwenda kuisikiliza. Bwana asifiwe sana. Na mimi na habari Hongereni kwa sikukuu, tunamshukuru Mungu. Asante sana, asante sana. Jeshi kubwa hapa, hakika ni jeshi kubwa. Yeah, tunamshukuru Mungu, tumekuwa na siku nzuri sana sana, kwa kweli. Tunamshukuru Mungu, siku imekuwa imefana vile ambavyo tofauti na tulifikiria kabisa. Mungu ametutendea. Amina. Asante, tukufahamu unaitwa nani? Mimi naitwa Mrs. Edna Amrad. Nimeolewa, ni mama na watoto watatu na nimeolewa hapa hapa City Harvest. Mm -hmm. Kuna historia na kanisa la City Harvest kimkweli. Asante, nashukuru, mekuwa na sikukuu ya kipekee. Kwa kweli kuna mambo ambayo yamenivutia ikiwepo dansa. Haya mawazo mliyapata wapi, mkafikiria wanawake wanaweza kucheza? Maana tulizoea vijana mara nyingi ndio wanafanya hivi vitu. Unajua, safari hii tulisema tufanye kitu cha tofauti. Kama unavyosema, kweli vijana ndio wamekuwa wanacheza dance. Sasa na mara nyingi watu wanategemea labda wamama tutafanya old school. <laughs> Sasa hili kanisa letu sisi ni la vijana, yani vijana. Kwa hiyo tukasema tunasemaga sisi kijana mzee kuanzia miaka 80 ina kuendelea. Sasa this time tukasema, tukasema tufanye kitu cha tofauti. Sisi wanawake tuna nguvu. Basi na sisi tupige mambo ya Gen Z. Ndio, wow. Tukaenda nayo hivyo. Tunamshukuru Mungu imeenda vizuri kwa kweli. Yeah. Mm-hmm. Tukienda kwenye uzinduzi wa kwaya yenu, albamu yenu ambayo mmeizindua leo uh, tuambie naitwa, inaenda kwa jina gani na ina jumla ya nyimbo ngapi? Uh, kwaya yetu ina jumla ya nyimbo nane na jina la albamu ni Yesu Nyoka wa Shaba. Yes. Yeah. Na nyimbo hizi pengine tunazipata wapi? Uh, kwa leo tulivyozindua plan yetu ni kwamba tutapeleka kwenye mitandao kama YouTube ili mtu aweze kupata, lakini pia tunafikiria kupeleka katika, kwa sababu ni audio, tutapeleka kwenye vituo hata vya redio ili mtu yoyote aweze kusikiliza, kama mtu hana uwezo wa, wa kufika sehemu tunapouza. By the way, tutakuwa tunauzia tu hapa hapa kanisani, so ili mtu ambaye hana uwezo wa kufika City Harvest aweze kupata popote, atasikiliza kwenye redio atapata, au kwenye YouTube atapata, yeah Nyimbo zilikuwa ni nzuri sana. Mtunzi ni wewe au walimu wengine wametoka sehemu nyingine? Kiukweli, mtunzi wa hizi nyimbo ni mimi. Kwa nyimbo ambazo tumerekodi kwenye album, nafikiri asilimia tisini, mtunzi ni mimi e. Asante, asante namshukuru Mungu. Kila mmoja ana namna yake, anakuambia huwa anapata nyimbo mwingine akilala, mwingine akienda baharini akasikia upepo tu, papa anapata nyimbo. Huwa anapataje? Kiukweli kama umesikiliza nyimbo zetu, kwa ulipata nafasi kusikiliza, nyimbo nyingi zina mistari ya neno la Mungu. Yani huwaga mimi namsikiliza sana Roho. Yani huwaga nyimbo situngi kama fashion au kwa ajili ya dance kwa hiyo ikitokea nimekaa na yani nakaa naomba Mungu, nikishamuomba Mungu Mungu ananipa mstari. Akinipa ule mstari, basi ndo natembea an, na beat. Yaani hapo napata beat. Basi natembea nayo hapo hapo. Yeah, kwa ukisikiliza nyimbo zetu asilimia kubwa unapata mistari ya kwenye Biblia kama ilivyo. Yaani ukiongeza vionjo ni vichache tu. Kwa sababu lengo ni kuhubiri Injili na sio tu kucheza dansa au kusikiliza maneno mtu asikie maneno, lakini ile neno neno, neno limevuviwa So mtu kwa kupitia lile neno likifika moja kwa moja lifanye kazi. Eh, unajua <laughs> ni vile ambavyo ni kama tumekuwa na mazoea eh, kwamba watu watafanya ngonjera, watafanya igizo, watafanya nini. Sasa kama sisi kwenye hii sikukuu ya mwaka huu tulisema hatufanyi vitu ambavyo watu wamevizoea, na ndio maana ujaona ngonjera, ujaona igizo, ujaona shairi. Tukasema mwaka huu. Kwa miaka ya nyuma kulikuwa na hiyo kama liturugia kuna 1 2 3. This time tukaamua kuja na kitu cha tofauti kabisa kama ile WWK challenge na e dance. Baada hapo tukamalizia na uzinduzi. Kwa hiyo imekuwa ni kitu ambacho cha tofauti na kile watu ambao wanakuona kitegemea katika sikukuu za wanawake. Eh, tunamshukuru sana Mungu, pamoja na timu yangu ya uongozi wote wamekuwa ni watu wa msaada sana, kuwa na mawazo pamoja na wanawake wengine, tukakamilisha hili jambo tunamshukuru sana Mungu. Asanteni. Asante sana. Amen, asante yes. Niko na mama mshauri, huyu ni mama mchungaji wa mahali hapa, mama mchungaji, mama mke wa mchungaji kiongozi wa mahali hapa, yeye yeah, ndio mshauri wa WWK. Watoto wanapofanya vizuri, bila shaka mama, nyuma kuna mama ambaye amehakikisha watoto wanafanya vizuri. Mama, shikamoo. Marahaba. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana Ongereni kwa sikukuu na ongereni kwa kupendeza. Tunamshukuru Mungu sana aliyetuwezesha. Amen ndio. Ah, mama wewe ndio mama, kama watoto wamekula wakakifurahia chakula, watoto wakafanya vizuri, tunatamani tusikie neno kutoka kwa mama. Unazungumziaje sikukuu ya mwaka huu ukilinganisha na sikukuu nyingine za miaka mingine? E, niseme sikukuu ya mwaka huu nimeifurahia, na siwezi kusema kwamba sikukuu za miaka mingine sifurahii, nafurahia, lakini Bwana amekuwa akituchukua kutoka utukufu hadi utukufu, uh, hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo namrudishia Mungu sifa na utukufu sana kwa kile ambacho amekifanya kupitia wanawake watumishi wa Kristo wa City Harvest Dar es Salaam. Mungu ametuonekania hakika na sisi tumemshukuru sana sana, na theme ya mwaka huu kumshukuru na kumpa sadaka ya moyo wa shukurani kwa jinsi alivyo mtakatifu katika maisha yetu na jinsi ambavyo amekuwa akitutunza na kutulinda kiroho na kimwili. Niseme tu kwamba nimeifurahia sikukuu. Kuna hmm, kitu gani cha tofauti umekiona, cha utofauti ukilinganisha na nyakati nyingine ambacho umekiona? Hiki ni kitu wamekuja cha na, na cha tofauti wanawake wa mwaka huu Uh, kwa mwaka huu tumepiga hatua moja. Tumekuwa na kwaya ambayo tumekuwa tukienda nayo, lakini hatua ya kufikia kurekodi na kufanya eh, kama tulivyofanya fan, fa, leo mpaka kuuza uh, nyimbo zetu, tunaona kuna hatua moja katika kundi la wanawake eh, tena tuna mipango mingine ambayo tumekuwa tuki, tumeianza pia mwaka, mwaka huu tuseme kuanzia mwaka jana kwenda kutembelea mahospitalini kwangu mimi ni hatua kubwa sana, kutoka nje ya kuta hizi nne kuenda kuwafikia wengine kwa habari ya injili ya Kristo kama wanawake. Kwa hiyo niseme, namshukuru Mungu sana, anayetusaidia mawazo ya kuongeza hatua moja kwenda nyingine, na yote hayo ikiwa ni kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Jina la Bwana libarikiwe sana Barikiwe mama, pengine useme neno moja kwa wanawake ambao wanakufuatilia na kukutazama sasa hivi. Oh, niweze kusema kwamba wanawake tumepata neema ya tofauti mbele za Bwana Yesu. Wanawake katika Biblia kuanzia agano la kale, Mungu aliwatumia sana kwa namna ya tofauti, na hata katika agano hili jipya tunamwona mwanamke kwanza akitumika kumleta Mwokozi duniani. Na sio hapo tu, tunaona wanawake wakimtumikia Kristo kwa mali zao. Tunaona wanawake msalabani wakilia kwa uchungu wanapomwona Bwana wao anateseka, lakini tunaona Bwana akiangalia yale machozi ya wanawake na kusema kwamba msinililie mimi, hebu jililieni ninyi na watoto wenu. Kwa hiyo Bwana anatujali sana wanawake, Bwana anatutia nguvu, ametujaza Roho Mtakatifu na vipawa mbalimbali mbali. Uh, kwa ajili ya kumtumikia yeye. Eh, hivyo namshukuru Mungu katika yote, niseme ni Bwana. Amen, amen. Asante nanyi, mbarikiwe sana mtumishi wa Bwana. Asante kwa majina, mimi naitwa Esther Njeri, ni katibu wa WWK hapa TAG City Harvest Bahari. Namshukuru Mungu sana kwa kweli kwa kama katibu, makatibu nafikiri shughuli kubwa ulikuwa nayo wewe. Maandalizi yalikuwaje, na ni yapi ambayo umejifunza kwenye maandalizi ya sikukuu? Amina, nisiseme kweli kwamba shughuli nilikuwa peke yangu, lakini hii shughuli tunampa Mungu utukufu kwa sababu uh, tuna secretariat ambayo tunaongozwa na mwenyekiti wetu. Tuna kamati ambayo inafanya maandalizi yote kwa kushirikiana na wanawake na pia mjumuisho wa wanawake kwa sababu hii ili, ili shughuli iweze kufanikisha, lazima pia wanawake wahusike. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu Mungu sana, kwa kweli siwezi nikasema ni ni kazi yangu tu, lakini Mungu, utukufu ni kwake, na pia kwa sababu tuna sekretaria nzuri, tuna majukumu ambayo tumepeana vizuri. Tunamshukuru Mungu kwa kweli, kwa sababu sio kwa nguvu zetu, mbali ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tu ambaye ametuwezesha mpaka siku ya leo. Amina. Mmezindua leo album yenye nyimbo nzuri kweli mmelenga kufika wapi kama kwaya? Yapi maono yenu? Uh, maono yetu ni makubwa uh, unajua hapa City Harvest kanisa yetu inajumuisha makanisa ambayo ni, ni, ni maalum ambayo yanafikia zaidi mataifa mbalimbali mbali, different culture na vitu kama hivyo, kwa hiyo sisi malengo yetu tuna muamini Mungu kwamba uh, kwa kuzindua album siku ya leo itafikia, uh, itafika globally itaenda nje ya mataifa. Kwa hiyo tunalenga zaidi hapa Tanzania, lakini pia tunatamani na tunamwamini Mungu kwamba itafikia hata mataifa ya nje, kwa sababu kanisa kama kanisa letu ni kanisa maalum mahususi kwa ajili ya vijana, lakini cha zaidi ni kwa sababu ni kanisa ambalo linalenga pia mataifa ya nje. Kwa hiyo tunaamini Mungu uh, hii album itaweza kufikia watu wengi sana. Yeah, yeah. pengine kuna mtu anatazama na amesikia pengine wimbo, anatamani kujua kwamba nitaupataje? kama hutapenda, kama unaweza ukatoa namba za mawasiliano, huyo mtu akipiga simu akajua labda huu wimbo nitaupataje nitaupataji. Uh, labda sijui nitaruhusiwa kwa sasa hivi, kwa sababu kuna namba ambazo sijazikari, lakini anaweza akashirikiana na TAG hapa City Harvest Bahari. Naweza nikatoa simu yangu ya mkononi kama kiongozi na wakaweza kupata album. Namba yangu ya simu ni 0686179415. Naomba nirudie tena ni 0686 6179415, akipiga simu au kutuma message kwa ujumbe mfupi, na mimi nataweza kujua jinsi ya kupata album au pia nani hiyo flash ambayo tumezindua leo. Yes, nikushukuru sana. nashukuru sana Mungu wabariki, asante sana.